Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa namna ambavyo ameweza kuwasafirisha salama kutoka kwenye ofisi zenu makao makuu Dodoma ishazaza e, kufika kufika habari ya kuma Dar es Salaam ka makao makuu Dodoma, ambapo tuna wizara zetu mbili zinazohusiana na, na, na, na, na elimu Wizara ya Elimu sasa teknolojia, lakini pia tuna ofisi ya Rais TAMISEMI. Tunashukuru kwa namna ambavyo amewalinda hata kufika salama mahali hapa, lakini zaidi ya yote pia tunawashukuru viongozi ulioambatana nao kutoka huko uh, Dodoma, lakini pia kuna viongozi kutoka mashirika yetu ambayo tumewaalika tume nao tunawashukuru kwa kufika, lakini zaidi sana ninyi wageni waalikwa, washirika mbalimbali, rafiki ambao ADEM tumeona leo tupate fursa ya kuongea pamoja. Kwa hiyo tutakuwa na muda mzuri na ninaamini tutamaliza kwa wakati kama ratiba inavyoonesha. Kwa hiyo mtanisame, nitatumia alfa zote. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza naitwa Dr. Emmanuel Molel ambayo naibu mtendaji mkuu mipango, fedha na utawala. Kwa leo nimepewa tu kiatu cha mtendaji mkuu kukivaa kwa muda kama alivyosema Deepak. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijaenda kwenye hotuba ya mtendaji mkuu wetu, nikupongeze wewe binafsi kwa kukubali kuja kwa niaba ya wizara na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumpongeze sana lakini nichukue nafasi hii ni nimpongeze sana mtendaji mkuu wetu Dr. Maulid. Kiukweli wazo hili ndio amekuja nalo yeye. Sisi wengine tulikuwepo kwa, kwa miaka mingi lakini hatukuona utaratibu huu, kaja mwaka elfu mbili na nne akasema kuna wenzetu wanafanya kazi nzuri sana across the country, kwa nini tusikae pamoja tufahamiane. Kwa hiyo kikubwa hapa kama alivyosema Deepak ni, ni kufahamiana tu, ni tosha, ni somo tosha. ninaomba ni, mimi sina maneno mengi sana. Nimekuwa nizungumze na hatimaye nimkaribishe mgeni rasmi. Ninaomba mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridha yako, kabla sijakukaribisha, naomba ni bwana Ali Sale liuke na kazi nitambue uwepo wa washiriki wote, itifaki imezingatiwa. Na kwa niaba ya ofisi ya rais TAMISEMI, kwanza kabisa tunashukuru Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kuona umuhimu wa kuitisha kikao hiki kwa ajili ya kuanzisha jukwaa hili, lakini pili, tunakushukuru wewe kwa kuweza kufika hapa kwa ajili ya kutuongozea ufunguzi wa kikao hiki kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, kwa sababu nimepewa tu dakika moja niseme kwamba sisi ofisi ya Rais TAMISEMI, kwa sababu ndio waratibu wakuu wa utekelezaji wa mabadiliko yote katika elimu ambayo yanalenga kuboresha ujifunzaji, tuna matumaini kwamba matokeo ya jukwaa hili itakuwa ni kuimarika kwa ushirikiano na kuimarika kwa uongozi katika ngazi zote za elimu, na mwisho wake kuimarisha ujifunzaji. Kwa hiyo sisi tunapokea kikao hiki ya ushirikiano huu kwa njia kwa nia njema kabisa na njia kunjufu, na tupo tayari kuendelea kushirikiana na wadau hawa kwa ajili ya kuboresha elimu. Nashukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante sana.